Akielezea changamoto ya wakati wa kufunguza stendi ya kisasa ya bajaji iliyopo manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, ambayo imegharimu kiasi cha zaidi ya shilingi milioni thelathini na nane, Bimelina Edward mwanamke ambaye anafanya shughuli ya kuendesha bajaji katika manispaa ya Songea amesema, katika manispaa ya Songea wako wanawake sita ambao wanafanya shughuli hiyo ambayo inawaingizia kipato kikubwa na kuwasaidia kulea familia zao na jamii ambayo inawazunguka, lakini wanawake wanne wamekumbwa na changamoto ya kukosa bajaji baada ya kunyang'anywa na wabosi wao na sasa wako tu nyumbani, wamekuwa tegemezi hivyo ameiomba serikali kuwasaidia wanawake hao waweze kupata hata mikopo ambayo itasaidia kupata bajaji zao ili waendelee na kazi. wanawake tuko sita, tuko sita, ila wengine wapo nyumbani wamepaki, kwa sababu hawana vyombo, yaani mabosi labda wamepishana nao kidogo, basi vyombo vina vimepaki, wao wapo tu nyumbani, hawana kazi yoyote ya kufanya. Hapa sasa hizi rasmi, ambao tuko kazini, tumebaki watu wawili, ila kwenye utafutaji kuna changamoto kama chombo kikiwa sio cha kwako, kwa mfano sisi kwa umri nayo, tuliokuwa tupate vyombo vya kwetu, unahitaji labda dhamana kubwa ambayo sisi hatuwezi kuipata kwa sababu ya mgawanyo wa mahitaji. Sasa tulikuwa tunaomba serikali kwa upande wake itusaidie, kutuangalia, kutukopesha hizo so bajaji, fedha tukanunua bajaji, turudishe mikopo ya serikali, na watu wengine waweze kunufaika kwa kupitia sisi ili tusonge mbele kwa sababu unaweza ukaenda kuunda kikundi halafu ukikawa kina changamoto kubwa ukakosa mkopo lakini tukipata mtu ambaye atakuwa yuko nyuma yetu akasimama na sisi, uwezekano ni mkubwa, kwa sababu wao ndo wanajua nini kinatokea na wao sisi ni wadau wao. Kwa hiyo na chama chetu sisi ni kikubwa oh, sisi kama sisi chama kinaweza kutudhamini kwa sababu sisi ni wanachama wao. Kati ya kuondoa changamoto hiyo, mkuu wilaya ya Songea, mheshimiwa Wilman Kapenjama Ndile, amewashauri akinamama hao ambao wanafanya shughuli ya kuendesha bajaji katika manispaa ya Songea kuunda kikundi ambacho kitakuwa na kigezo cha kupata mikopo ya asilimia kumi katika manispaa ya Songea ikiwezekana waweze kukopeshwa mafuta tu ambayo atawasaidia hata kupata bajaji zao wenyewe, kama watatumia vizuri mafuta hayo. Dada kama huyu, zamani walikuwa hawawezi kujishughulisha na kazi kama hizi. Yeye amejitoa kuwa moja ya madereva wa bajaji katika manispaa ya Songea okay. Anaipenda kazi yake na anaiheshimu. Sasa mimi nikueleze nao ninde viku u i vili kikundi venu ieeakuunia bajaji hata mkope mafutaki msheme. Sisi tuna bajaji zetu tano, tunataka tukopeshwe mafuta lita elfu tano. Katika lita elfu tano hizo tutazunguka kusafirisha abilia ili tuzalishe. Watu wanafikiria ni laki mikubwa kubwa tu, ni laki tayari mnayo kuwa na bajaji. Mkisha kuwa watano mkachukua mkaunda kikundi mkakopeshwa mafuta sio lazima mkopeshwa hela, kopeshwa mafuta tu. Halmashauri kalipa pipsa, ikalipa mafuta, mnaita zile elfu kumi pale lenye thamani ya milioni kumi na tano 5. Kwa hiyo kila siku mnaenda mnasaini, mnajaza mafuta, na mnapiga hesabu hayo mafuta yanaleta nini, yanaleta kija gari. Nina uhakika mtamua bajaji zingine kwa kutumia mikopo hii ya Dokta Samia Suluhu Hassan. Kwa upande wake ndugu Mwinyi Msolomi ambaye ni mlezi waendesha bajaji wa manispaa ya Songea amewataka madereva bajaji kudhibiti wenyewe vitendo vya uhuni kama kuendesha bajaji wakati wamelewa au wizi kwa abiria wao. Kuna haja ya ninyi wenyewe kudhibitiana wale wanaochanganya uhuni na kazi. Hautakiwi ukishalewa muendeshe vyombo vya moto. Kutoka manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, Newton Ndenda.